Tunapenda kusema hivi. Yeyote yule anasema junanasema niko mkubwa wa kundi fulani ya wazalendo. Kama hautakuja kujiripoti kwa hii coordination, Pendant 72 heures. Pendant 72 heures.

Komanda kwapa nasana komanda suete kwapa su na komanda suecteri. Hii ni order ya kutoka kwa uongozi wa juu zaidi, na mimi hapa tutakushughulikia na reko baraka itakushughulikia mpaka urudie kurezo

wakuja wajiripoti bwana bona bakanakiko hapa atabapokea.